Bwana Yesu asifiwe, mpendo mpendwa mtazamaji unayenitazama na kunifuatilia mahali popote ulipo, nikukaribishe rafiki katika kipindi cha mwanamke inuka. Uko na mimi Lidia Kagisa, mtendakazi katika shamba la Bwana chini ya huduma ya Mungu Yupo Hapa. Ninajua sura yangu hii siongeni kwako, na kama ni mara ya kwanza unanitazama basi ni kuombe ingia kwenye hiyo akaunti yetu uendelee kutufuatilia, andika Lidia Kagisa, utakuwa unaona vitu vingi na mafundisho, maombi na kwa neema ya Mungu vile ambavyo anatupa kuviachilia kwa hekima yake. Kwa hiyo leo nimerudi tena mbele yako, nataka kuzungumza na wewe tena na mwanamke, binti na mtu yoyote, kwa sababu hili jambo ninalotaka kulizungumza aliangalii mwanamke peke yake, na nimekuwa nikipokea ushuhuda hata kwa wanaume aa. Ninasikia furaha sana kwa sababu nimepokea shuhuda nyingi hasa kwa wanaume kulikata wanawake. Bwana Yesu asifiwe, na wengine mwingine anasema wewe ulikuwa unazungumza ukiwa umelenga upande wa ndoa, lakini mimi nimeponywa hapa na hapa na hapa, na hiyo ndio furaha yangu. Amen, watu wa Mungu, na neno la Mungu inapokuja na kuja kutuponya, anasema alirudi bule. Nimekuwa nimezungumza kwa habari ya msamaha, nimezungumza kwa habari ya msamaha. Uh, nikasema unasamehe kwa ajili yako mwenyewe, nimekuwa nikiachilia, nimesema kwa habari ya zana au silaha za kutusaidia kujenga kama wanawake wajenzi au za kutusaidia kulinda kama wanawake walinzi, na nikasema vitu ambavyo vinasababisha kuzoofisha kuzoofisha zile silaha au dhana ambazo Mungu ametupa tulizonazo au ule uwezo wa kiungu ndani yetu kama wanawake, kwa sababu sisi ni walinzi na ni wajenzi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tumeviua kwa sababu tu ya vitu ambavyo tulikuwa tukivibebelea ndani yetu. Sasa kwa sababu nimezungumza swala la msamaha, nataka nikwambie kwa nini usamehe, au msamaha una faida gani? Una faida nyingi, lakini leo nataka nikwambie ni tu kitu kimoja. Unaposamee unapata amani. Msamaha ni chanzo cha amani. Watu wengi, mtu ananijia ananiambia, mtumishi, sina amani, sina furaha. Lakini huyu anayesema sina amani, sina furaha, muulize, atakwambia kuna mtu nimembeba, kuna mtu ananiumiza, kuna kitu nakipitia, kimenisumbua ni kwa nini? Ni kwa sababu ajasamehe au kuna magonjwa ambayo watu wanayo ambao chanzo chake ni kuto kusamehe. Kuto kusamehe kukabeba uchungu, uchungu ukazalisha magonjwa, na watu wengi wana presha na vidonda vya tumbo, vingine vinazalishwa na kuto kusamehe, kwa sababu mtu anakaa na mawazo na maumivu, anazalisha tu vidonda ndani. Kwa hiyo unaposamehe unapata amani ya moyo. Hiyo ni faida mojawapo ya kusamehe. Msamaha ni chanzo cha amani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe! Kwa sababu msamaha unaondoa chuki, msamaha unaondoa chuki na vinyongo mm? Kwa hiyo kama msamaha unaondoa chuki na kinyongo ndani ya moyo, ina maana ndio maana unapata amani, ndio maana una, unapata amani ya moyo wako. Kwa hiyo ninataka nikupe faida hii ya amani Eh, kusamehe ambapo ndio chanzo cha amani. Watu hatuna amani, mtafute. Kila mtu ambaye anasema sina amani, muuliza ana nini, muuliza ana kitu gani kinamsumbua, atakwambia bani alinifanya hivi, bani alinifanya hivi. Hasa wanawake mlioko kwenye ndoa, achiria, samee. Hii duniani tunapita huku humu, tuko njiani, tunasafiri. Kuna pancha, kuna viraka tunaziba, kuna mahali tunafika una changamoto kuna kufanya lipea, enye vitu ambavyo vimeharibika. Kwa hiyo usiwe na, na, na, na sababu ya kubebelea ya kumbeba mtu ukajikuta unaendelea kujitesa wewe. Samee, ujipatie amani ya moyo. Unapopata amani ya moyo, ina maana ndani yako unapata utulivu, ndani yako unapata utulivu. Kumbuka kuna siku nilizungumza ishu ya utulivu ishu ya utulivu, kwamba watu tunakosa utulivu. Watu wengi hawana utulivu, ndio maana wanajikuta wanafikia kwenye wakati mgumu. Lakini utulivu unakusaidia kuwa na maamuzi mazuri na kufanya jambo kwa utulivu, na unakusaidia usiangamie mahali ambapo ulitakia kuangamia. Kwa hiyo, ninaposamehe ninapata amani ya moyo. Ina maana ninapopata amani ya moyo ninapata utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo, ninapopata utulivu ninakuwa napata namna ya kuanza upya. Yani najua kwamba hapa nifanye nini ili niweze kuanza upya. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Kwa hiyo ninapopata amani ya moyo ninapata utulivu, ndipo napata namna ya kuanza upya. Kama ni ishu ya mahusiano, kama ni ishu ya ndoa, najua namna gani niweze kujenga mahusiano yangu bila asira, bila kinyongo na bila chuki. Bwana Yesu asifiwe sana na huo msamaha ndio unaokusaidia wewe kuwa karibu na Mungu. Msamaha unakusaidia wewe kuwa karibu na Mungu, lakini mtu asiyesamehe ina maana tayari ameshajitenga na Mungu, kwa sababu njia mojawapo inayotuweka karibu na Mungu ni maombi. Sasa anasema kia, tusimamapo kusali tuhakikishe tumesamehe. Ina maana kama sijasamehe, nasimama kusali nini? Sasa nasimama kusali nini? Ndio maana utasikia nimeomba sana, nimefunga, Mungu ajajibu. Angalia una nini ndani kwa hiyo msamaha ni chanzo cha amani. Unapopata amani unapata utulivu wa moyo, unapopata utulivu wa moyo unajua namna gani uanze upya, hasa kwenye mahusiano, hata katika jambo lingine lolote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapata namna ya kujitafakari. Ngoja nikusomee hili neno, ngoja nikusomee tu mstari huu, ujue kwamba hauna sababu wewe kuhangaika na hivyo vitu ambavyo vimekupelekea kuto kusamehe kukupa maumivu, kukupa mateso. Kitabu cha Wafilipi ile sura ya nne, Wafilipi sura ya nne, ni mstari ambao tumeuzoea sana. Wafilipi sura ya nne, ule mstari wa sita na wa saba, na Mungu anasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru aja zenu zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nimesema kusamehe ni chanzo cha amani. Kwa hiyo ninaposema kwamba nimeachilia vyote na vipeleka mbele za Bwana, sasa ninakabidhi kila kitu kinachonisumbua mbele za Bwana. Ninapomkabidhi vyote mimi, anasema aja zetu zijulikane na Mungu na amani ya Mungu. Mungu ndiye mfalme wa amani. Kwa hiyo kisha kuwa na utulivu, kisamee unapata amani ya moyo, unapata amani ya moyo, unapata unaona na, na unatapata njia ya kuanza upya kwenye mahusiano yako, kwenye jambo lolote lilokuwa likikutatiza, kwa sababu yeye ndiye mfalme wa amani. Unapata amani, unaendelea mbele. Ni nini kinakusumbua? Ni nini kinakutatiza? Mwanamke mwenzangu, nikuombe katika jina la Yesu, samee ili upate amani. Unapokosa amani, wengine naona wanahangaika paka makeup, paka sujui cream, sujui nini. Havitakaa kwa sababu kuna vitu anasema linda moyo wako kuliko chochote ulindacho, maana andiko zitoka kwa chemichemi za uzima. Hata huku tukikupaka uvi maulembo mavipodozi ya gharama kiasi gani, kama ndani ya moyo hakuna utulivu na hujasamehe huku huku nje huku, hakuna chochote utaka, kitakachokuwa na faida, utapoteza pesa zako bure, lakini ukisamehe ni chanzo cha amani. Ni faida moja wapo ambayo leo nimekuja kukukumbusha kwamba msamea ni chanzo cha amani na ukisha pata amani unakuwa na utulivu moyoni ukisha kuwa na utulivu moyoni unaona njia ya kuanza upya, au namna gani urekebishe, ni wapi pa kurekebisha, ni wapi pa kuendelea, ni wapi pa kujitengeneza wewe kama wewe. Na kwa sababu yeye Bwana wa amani atatuhifadhi, unahifadhiwa katika kila kitu. Mungu wetu ni pendo, anatupenda, anatutunza, anatuhifadhi. Mungu wa mbinguni awabariki rafiki zangu, Mungu wa mbinguni awahifadhi. Nimekuja kukukumbusha faida ya kusamehe. Watu wananiambia, mtumishi unasema tu mtumishi unasema haujui tunakopita. Ninapajua kwa sababu na mimi, ni mimi, ni binadamu na mimi ni binadamu. Unaweza umepitishwa kwa njia umepi, kwa njia hii, hii. Lakini yote katika yote lazima tusamehe ili tupate amani, tuweze kuendelea mbele katika kila kitu ambacho tunakihitaji. Mungu wa mbinguni awabariki, inawatakia neema ya Kristo aendelee kuwa pamoja na nyinyi, ikawahifadhi ikawatunze. Tuanze upya, tusamehe, tuachilie ili tuwe na amani. Na mioyo yetu ikatoa michemichemi za uzima ndipo tutaweza kujua kulea watoto wetu ndipo tutajua namna ya kuenenda mbele za watu ndipo tutafanya biashara na kazi zetu katika ubora na uzuri. Mungu ambaye awatunze. Ulikuwa na mimi Lidia Kagisa, mtenda kazi katika shamba la Bwana, chini ya huduma ya Mungu Yupo Hapa. Lakini pia nikukumbushe na nikukaribishe pia kwenye maombi yetu ya mfungo wa siku arobaini kila siku saa kumi na mbili jioni tunakutana kwenye maombi mpaka saa kumi na mpaka saa moja na nusu kwenye akaunti yetu ya YouTube andika Lidia Kagisa utatuona hapo, lakini pia saa nane za usiku tunakuwa tena live kwenye akaunti hiyo hiyo ya Lidia Kagisa. Mungu wa mbinguni awabariki, usiache kuomba, usiache kufunga. Mungu anaendelea kuachilia hekima kwetu, tutavuka, atatuvusha salama elfu mbili na ishirini na tano, na tutavuka kwa amani na kwa kuongozwa na yeye katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni awatunze, bye.